Basi ni kwa wakati mwingine tena na siku nyingine tena, tunakutana ndani ya 98.7 Banana FM na tunaendelea bado na simulizi ya ndugu yetu Bahati tukiwa tunaendelea kukamilisha yale yote ambayo yamemtokea Bahati. Mimi Madam T, endelea kusikiliza 98.7, lakini nikwambie pia simulizi zetu hizi ya bahati kuanzia simu ya kwanza itakwepo YouTube kwa ukiingia YouTube kule Banana FM TZ, ukiandika Bahati simu ya kwanza kwanza simu ya kwanza kabisa, utaweza kusikiliza kwa uzuri kabisa, utaweza kufuatilia kama uko ulipitwa uko kufuatilia kwa uzuri. Basi ingia YouTube channel yetu ya BananaFmTz, angalia Bahati simu ya kwanza na mwendelezo wake mpaka tunapoendelea hivi sasa. Kwa siku ya jana, kwa ambao hawakubahatika kusikiliza, kwa uchache niwaambie tu kwamba Bahati mzee wake alikomalia kwamba anataka kurudi nyumbani kwake anataka kurudi Njombe, hataki tena kuendelea kukaa pale Dar es Salaam, licha ya kuwa anaendelea kupatiwa matibabu. Lakini pia Bahati anasema bak, daktari wa pale ambaye alikuwa anamtibu babake na nini alikuwa ni mtu ambaye yuko naye karibu. Hivyo basi aliomba ushauri kutoka kwa babake, kwa daktari kuhusiana na baba yake. Daktari akamruhusu akamwambia kama mzee anataka kwenda nyumbani mwache tu aende na bahati anasema ukweli ni kwamba daktari alishindwa kuniambia tu wazi, lakini uwezekano babangu kuendelea kuishi ulikuwa ni mdogo sana, ulikuwa ni mdogo mno, uwezekano wa babangu mimi kuendelea kuishi. Basi bahati anasema amefunga safari na baba yake, baba yake akiwa na amedhoofika sana na nini, lakini bahati anasema safari inaanza asubuhi saa nne inaenda saa tano Bahati alifahamu kwamba baba yake amefariki dunia akiwa naye kwenye basi, wamekaa siti moja. Bahati anasema kwa hali ambayo aliiona vile mwili wa baba yake ulivyobadilika, alivyokuwa mkono umemwegemea, yani kwa vile vitendo ambavyo walivyoona, alijua kabisa baba yake hayupo tena. Bahati anasema babangu alikufa, tumekaa kwenye gari, niko mimi na yeye na abiria wengine wengi Siti ambayo nimekaa mimi na babangu ameniegemea, ni kama amelala. Mwanzo nilijua amelala. Na Bahati anasema kweli mara ya kwanza alikuwa amelala, lakini sasa babangu amepoteza maisha kwenye gari, kwenye basi la safari. Na Bahati anasema sio kwamba hata ni jioni, sio kwamba ni muda umeenda, ni saa nne inaenda saa tano. Tena nasema nilisikuchanganyikiwa. Kiukweli nasema ni, Kiu ni saa tano kwa sababu baadaye nasema muda ambao nilikuja kupata akili kuangalia saa ilikuwa ni saa tano na ni muda ambao nilikuwa ni sha yani sha tiseka, tiseka nisielewi, nifanyaje nimeshajaribu kumwamsha amki na nini. Baadaye nasema sikuwa najua nini la kufanya nilishindwa hata kumtafuta mke wangu, niseme nimtafute mke wangu labda atanipa ushauri ni la kufanya, au yoyote yule au yule daktari inda. Bahati anasema yani, nilichanganyikiwa, siku nilikosa kabisa kitu cha kufanya. For sure, nikiwaza nimwambie konda, alafu nikishamwambia konda tutashusha, tutamshusha maiti, hata tushusha labda hospitali ambao tutapita kwenye mkoa wa hospitali nini. Bahati anasema nilijikaza, nilijikaza kiume japo Bahati anasema nasikia kitu kizito kimenikaa kifuani, nasikia kitu kizito kimenikaa kwenye kwa, natamani nilie, lakini naanzaje, naanzaje? Bahati anasema ilibidi nijikaze nikae kama nothing, kama hakuna kilichotokea. Bahati anasema sikuweza hata kufunga jicho, sikuweza kuzungumza chochote, na safari inaendelea. Bahati anasema Kweli tuliendelea na safari, sikufanya chochote. Bati anasema ni sikuwa na akili ya kufikiria eti kumpigia mtu ani, lakini Bati anasema tu ni kuna muda niliangalia saa nikaona ni saa tano na dakika ishirini na nane Bati anasema hapo nimeshateseka vya kutosha, nikiona jamani, saa tano mpaka ije kufika tuitoboe Njombe nimekoma. Anasema tulienda tukaenda safari kaenda, safari kaendelea katikati ya safari gari likaharibika. Imajini, bati anasema gari liliharibika mara ya kwanza, dereva akasimama. Amesimama nikaona wameshuka. Bati anasema sikujua tatizo ni nini, sikutaka kuuliza. Wabiria ndo walikuwa wanagomba, wanasema kwamba inakuwaje amfkahui gari na nini. Bati anasema hey, mimi nilipokaa sisuhu tu kuinuka. Bati anasema baada ya muda Tukaenda tena, tumeenda tumeenda tumeenda tumeenda, gari limerekebika. Shika hapo Bahati, tukaenda tena safari, mwendo gari likaharibika tena eh. nika wanamsikia nakonda anamwambia dereva hey, haijai kutokea imekuaje, mbona hivyo tena hey? Bahati anasema, mimi, yani akili haipo, yani nawaangalia tu mimi, naona vyovyote tu, ninachokiwaza ni tufike tufike tunapokwenda. Bahati anasema ki kweli, ile mara ya pili bara gari kuharibika, tulikaa pale karibu ya lisali moja na nusu hivi, ukiwa wanaangaika kushughulikia ile tatizo, abiria wananungunika, wanalalamika, wengine wanawaambia wawe watulivu, wengine hivyo, kila mtu anazungumza la kwake. Bahati anasema ikaja gari nyingine, ilikuwa inaenda safari pia, nyingine ilikia Njombe. Baada ya pale sijui, Bahati anasema mimi sijanyanyuka pale, sijui anasaidizana nini. Tukaendelea tena na safari na Bahati anasema gari likisimama, hofu yangu kubwa ni kwamba watu wakiona, mbona watu wote wameamka, wengine wameshuka kwenye gari, lakini mimi na mzee wangu, mzee wangu hajaamka nani. Lakini Bahati anasema yani, nilivyomfunikia mzee wangu nimemfunika kama vile mtu ambaye amelala, na kama alivyokuwa ameingiza mkono wangu pale kwenye mkono, yani ameingiza mkono wangu kwenye mkono wake, vile kama tulivyokaa, Bahati anasema nimemwacha vile vile. Kwa hiyo nimemfunika kama mtu ambaye amelala, amenegemea kwenye bega, kalala. Macha anasema tukakaa pale tukajitahidi tahidi hivyo, konda na dereva wake wanaomba kumradhi pale, wanaomba samani, lakini tukasogea, safari ikaenda, tukaenda. Achi anasema tukaenda, imefika kama saa kumi hivi, gari ikaharibika tena njiani. Na kulalamika tena, anasema tutapanda magari na nini na nini. Anasema ni nimekaza roho, nimesha sali barabara nzima anasema, si, uweze amini, sijapata akili ya kumpigia yoyote, sijaweza sijaweza, sijapata hiyo akili. Lakini Bahati anasema nina uchungu, haki ya Mungu, nina uchungu kiasi cha kwamba sitaki kuwaza lolote baya, kwa sababu unajua nitashindwa kuvumilia, ntalia kwa nguvu nitashindwa kwa kweli. Basi Bati anasema ah, konda akawa anasema kwamba anaomba radhi pale, anasema yaani mwenyewe wao wenyewe wanashangaa yaani ni kitu ambacho sio cha kawaida kutokea gari kuharibika zaidi ya mara moja njiani tena, yaani hivyo. Kwa hiyo Bati anasema tukakaa pale, konda wenyewe akaangaika angaika pale. Basi Bati anasema tukaendelea tena na safari, sio kwamba tuli kwama hapana, lakini Bahati anasema kinachoniwazisha zaidi ni kwamba tunazidi kusogea, itakuwaje kama gari ndo ikagoma kabisa, alafu tukaambiwa tufaulishe watu, yani toke tuwa kwenye gari hili, tuamie gari lingine, nitafanyaje na huyu babangu? Bahati anasema ndo ninachokiwaza yani, hapa najua kabisa niko na maiti kama gari litaharibika kabisa, ikabidi labda abiria tushuke, itakuwaje, nitafanya nini? Yani Bati anasema mawazo niliyokuwa nayo ni chungu nzima, kwa mtu ambaye ananijua akiniona lazima atajua sipo sawa. Bati anasema yani kichwa kinaniuma, kichwa kinaniuma, namwambia Mungu kama mimi nimeumbiwa majaribu, kama mimi nimeumbiwa kuteseka, kama mimi nimeumbiwa mambo mengi kiasi hiki, sijui kama nitaweza na nikamwambia Mungu, ninaongeaga na wewe mara nyingi, kuna vitu ambavyo unanipitisha majaribu ambayo unanipitisha nayaweza, naya mudu, lakini hili hapana. Bahati anasema nikamwambia Mungu, ili hapana, staliweza, siwezi, sijui siwe nifanyaje. Bahati anasema namwambia Mungu, mimi ili siwezi kufikiria kwa akili yangu ya kawaida, siwezi, sijui, siwe ni sawa kuto kukaa kimi hivi, sijui nilipaswa kusema au sijui ni kipi nifanye, sifahamu. Ninachojua niko na wewe Mungu, kwa hiyo naomba uniongoze, unisaidie nivuke kwenye hili. Sijui hata nikifika stendi itakuwaje, yaani hiyo akili sina, sitambui chochote, sijui chochote ninachotakiwa kufanya. Mungu wangu bila wewe mimi siwezi. Bahati anasema kiukweli sifahamu lolote. Bahati anasema gari lilivyofanikiwa kupona, mara nyingine tena tukaanza safari ni kama dereva na konda walikuwa wameshatonyana kitu. Ni kama konda, kwa sababu alituona pale tukiwa tumeingia, alafu alivyoniona nikivyokuwa nimetulia, wengine wanalalamika, mi nimetulia, siongei, sizungumzi chochote, sijaenda kununua chakula, sijaenda kununua nini, au kama kama, mimi huyu mtu yupo na mgonjwa hajamlilia hata chakula. Basi anasema nadhani hapo ndo konda walipo, yani walipowaza, yani konda walipowaza kitu. Lakini Bahati anasema yule konda ali- hakunifata directly hakunifata moja kwa moja lakini alipita tu, kama unaona ile konda kama anakagua kitu hivyo, akapita. Yani kama vile ana, ana, yani, kuna namna alivyokuwa anatuangalia. Saa ingine anakuuliza swali ambalo silo, anamuuliza mtu tiketi yako iko wapi? Sio fine tu hivyo, lakini Bahati anasema mwishoni nilijua tu kwamba alihisi ali kwa sababu Bahati anasema alipita, akapita, akapita, akapita mpaka mwisho, alafu akarudi akaniangalia fulani hivi. Sasa nadhani mwenyewe akuelewa kwamba mimi mwenyewe nimeshajua kwamba mzee wangu kafa tayari, au nilikuwa bado sijaelewa, lakini niliona kama kwa jinsi alivyoenda kuongea na, na, na, na, na, na, na dereva ni kama alijua tayari kama kuna kitu tayari kimetokea, kama mzee wangu amekufa wa mzee wangu kadanja. Basi bati anasema haikuzuia wao kuendelea na safari, lakini bati anasema walipunguza zile. Bati anasema unajua, zamani kidogo mtu akitaka kushimba dawa anamwomba dereva, anasimamisha anasimamisha. Lakini dereva akamwambia, basi hapa, kituo kinachofuata ni Njombe, ndio tutakapofika stendi, hakuna sita simama popote tena pale. Bati anasema nadhani tayari sasa konda na dereva wakawa wameshajua tatizo liko wapi, na dereva kujua japo mimi kwetu ni kijijini huko, tukitoka hapo ni na safari nyingine mpya ya kufika paka huko kijijini kwetu. Basi Bahati anasema tumefika standi, ni wengine wanashuka, mi nimechili tu nimekaa, siamini yani sijui nifanyaje. Bahati anasema wakati umekaa pale, wengine wanaendelea kushuka kwenye gari kuchukua mizigo yao na nini, bado watu kuna standi, watu wako wengi. Bahati anasema saa hii ndo akili sasa ikanijia ya kumpigia mke wangu simu, ndo akili ikan, ikafika ikanija. Bahati anasema nimeteseka sijawahi kusikia yani, nimelemewa kama siku zile, acha nasema, mpaka nikawa wakati mwingine naongea moyoni, namwambia baba, hivi kwa nini umekufa kwenye situation hii yani, kwa nini umekufa mahali hapa hata hatujafika? Kama ulikuwa unataka kufika kwenda kwako kweli, ndo ufe kwa design hii, alafu mimi nifanyaje sasa? Mwanao nafanya nini hapa sasa? Basi nasema ile tuliofika pale stendi, watu wanashuka sasa waondoke mi nafanyaje? Yani niko na maiti, ntashuka? Nitashuka nimembeba, taonekana je yani, sijui nifanyaje. Bati anasema lakini ndo ikaja kumpiga mke wangu ndani, mtumishi na vile ambavyo nimeshika simu nikakuta kuna miscall kibao za mke wangu amenitafuta na nini, akanambia basi. Anasema na, napokea tu simu, anaambia mbona upokee simu nimekutafuta muda mrefu. Basi anasema sijasikia, yani pale nilikuwa nimekaa nimepigwa ganzi sijasikia simu sijasikia message sijasikia chochote. Mawazo yangu yalikuwa na, yanawaza tu nafanyaje, natokaje hapa kwa kwa na tena sema mke wangu akiwa ananiambia, bwana, nakupigia tu simu, upokee message, ujibu na nini. Ah, au ni changamoto baadaye, lazima mke wangu ananisemesha, sijui sasa nianze kumwambia nini, sijui sasa nianze kusema nini. Akaniita Bahati, mume wangu, vipi mbona uongee? Nikamwambia mke wangu, Mwana wangu? Mwana wangu. Mwana wangu mta kitendo cha kuita mke wangu yaani, sijaongea tokea mi nimejua babangu wamefariki dunia, sijaongea chochote. maa kitendo cha kuita tu mke wangu nilishindwa kuendelea kuvumilia. wanaume uliishia hapo. Bahati anasema nililia, nililia kwa nguvu, nilishindwa kabisa kuvumilia. Anasema niliangua kilio, sikuwaza kama nistende nini, lakini nimefunga maumivu kilio kwa muda mrefu nimefikiria mambo mengi. Basi anasema nimeanza labda, hata ningekuwa na mama, mama wangu angekuwa amekuja na babaangu, uenda hata leo safari kwenye usafiri ingekuwa na mama wangu, ningekuwa na shauri na naye. Au kakaangu angekuwa hai, labda kakaangu tungejua namna ya kusaidiana na kwenye hili ningefanya. Basi anasema nilikuwa nimewaza mambo mengi, kwa hiyo kilio nilichokitoa yani nilijumuisha maumivu yote nilishindwa kuvumilia Bacha anasema ndo pale kwenda aliponifuata akawa ananituliza ananiambia dogo, ni tulia, tutajua tunafanyaje. Mi nimeshaelewa ndo Bacha anasema ndo nikajua kwamba kunda kumbe alifanyaje, alifahamu akawa ananiambia usifanyaje, usilie simu amezidiwa au kuongea na mke wangu kwa mke wangu kumweleza vile ilivyokuwepo, ndo akamwambia mke wangu kwamba mzee fariki dunia muda mrefu, lakini tulibidi tukaze ili safari ifike. Tungefanya nini? tungezua taharuki kwenye gari watu wange, hakuna mtu angekubali kusafiri na maiti, lakini it, it's true. Tufikirie hata mimi na wewe ambao unanisikiliza saa hii, umekaa kwenye gari, unafahamu pale mbele kuna mtu ambaye tayari ameshakufa, ungekubali kuendelea na safari? Ni uongo, hakuna ambaye angekubali kuendelea na safari kwa sababu. Bacha anasema kunda, akamwelewesha waifu hivyo, nilikuwa kwa hiyo ni pressure ile iliyokuepo, alishindwa kutoa taarifa, alishindwa kuzungumza chochote anasema tulifika stendi na hali ndio ilivyo kuwepo. Bahati anasema alishindwa kuvumilia kuendelea kuvumilia maumivu aliyokuwa nayo. Itakuwaje? Itakuwaje kutokea pale stendi sasa mpaka kufika huko nyumbani kwao na msiba na nini na kifo cha babake? Je, ni magonjwa au pia mama yake anahusika? Tukumbuke babake alishawahi kusema, kama ambao tumefuatilia kuanzia mwanzo, babake alisema kwamba alisha kumwambia Bahati kwamba mamake hawezi kumuua na hawezi kumuua kwa njia za kichewi. Kama angekuwa na uwezo wa kumuua basi angemuua zamani, lakini mpaka kufikia hapo lakini. Bahati anasema kumbuka, hapo mambo yaliyotokea katikati, itakuwaje kifo cha baba yake Bahati, imekuwaje mpaka amekuja kufia kwenye gari? Tutafahamu. Mimi naitwa Madam T, endelea kusikiliza 98.7 FM, lakini nikukaribisha YouTube kule simulizi za Bahati zipo Uh, kuanzia sehemu ya kwanza mpaka tunapoendelea hivi sasa, niwatakie jioni njema. Ingia YouTube, andika Banana FM TZ. Bahati anaanzia sehemu ya kwanza kwenyelea na kuendelea. Nawapenda sana, kesho tutaendelea tulipoishia leo.